na mtazamaji wangu, hii ni Fizi News 24 TV ambao unaendelea kuitazama muda kama na huo, ambayo inapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakuletea habari mbalimbali uh, za kisiasa, za michezo, za mazingira na kadhalika, lakini kwa leo ni kwa habari za majonzi makubwa kabisa ambako huko tarafani Fizi uh, kumetoka majanga makubwa ambayo yametokana na mafuriko kwenye kijiji cha Kasaba ambacho kinapatikana katika sekta ya Ngandja kwenye groupmenti ya Bashikalangwa kwenye mwambao wa Ziwa Tanganyika. Kwa mujibu wa habari tunazo kwa sasa, ni kwamba kijiji hicho kimepatwa na majanga hayo baada ya mvua kali ilionyesha usiku wa kuamkia leo ya tariki 9 e, mwezi wa tano na 25, na kuleta mawe mengi na kujaza kijiji chote. Nyumba nyingi zimefunikwa zime, na watu wengi wamepoteza maisha mpaka sasa. Aa, idadi ya watu ambao wamefariki hajajulikana. Ona hapa namna gani ilivyokuwa kwa video fupi kwanza hii ya Hivyo ndivyo ilivyokuwa kama ulivyoona mtazamaji wangu kwa ufupi kabisa ni kwamba watu wengi ndio wamefunikwa na, na mchanga pamoja na mawe makubwa ambayo yameporomoka kutoka vilimani na kuelekea kwenye kijiji. Kijiji karibu chote kime, kimepotea kime na watu wengi wamepoteza maisha kutokana na hilo. Kwa uchungu zaidi tumempata mkuu wa sekta ya Ngandja bwana Kilbernal, ambaye amesema kwamba amehuzunishwa vya kutosha kabisa na kupoteza watu wengi hao ambao mpaka sasa idadi yao bado kujulikana. Amesema kwamba amepa mkono wa pole kwa wale wote ambao wamefiwa na hivyo ameomba kwa mashirika yanayosaidia ili kuja kwa misaada na kujaribu kuokoa kijiji hicho ambacho kiko hatarini kwa sasa. Sikiliza mkuu wa sekta ya Ngandja bwana Akili Bernard akiongea kwa uchungu zaidi. Kwa kweli ni kwa majonzi mengi sana ambayo tume tumekumbana nayo kwa muda huu ndani ya sekta ya Ngandja. Ambaye anaongea hapa ni chef de secteur Akili Bernard. Usiku wa kuamkia leo e, mto uko kijijini Kasaba kwenye Ziwa Tanganyika groupma ya babu ya basi Kalangwa, mto uliweza kujaa, na wakati ulijaa, basi ulileta mawe, ulileta mchanga na kufunika nyumba nyingi sana huko Kasaba. Hivyo e, miili ya walio wengi bado haijaonekana, bila ni kubwa. Hadi sasa utafiti unaendelea ili kuweza kujua ni watu wangapi ambao wanapoteza maisha yao. Haya ya wanapoteza maisha, ina maana kwamba hiyo ni tukio haswa la pili tangu eh, niwe kwenye kiti hichi eh, cha uongozi wa sekta ya Nganja. Hali kama na hiyo pia iliweza kushuhudiwa huko Kakone, tukiwa ndani ya group ma ya Babungwe Sud, na kupoteza pia miili ya watu. Sekta ya Nganja kwa umoja ambao tunao, kwa kweli tuko kwenye majonzi mengi, na hiyo ni pia napeleka sauti hii kwa serikali yetu ya tarafa la Fizi na mkoa wa Kivu ya Kusini kuweza kuwajia msaada kuweza kuwa nao pamoja kwa matatizo ambayo wanakwenda kukumbana nayo kwa kuweza kupoteza kupoteza jamaa na marafiki. Hilo ni ni, ni, ni swala moja, na pili kwa mashirika e, mashirika ya haki za binadamu mashirika ambayo huwa inasaidia raia basi waweze kuja sababu, dega imena dega materiel ni nyingi sana katika kijiji hicho cha, cha Kasaba. Kwa kweli, nitaomba watu wote waweze kulia pamoja nasi wenzetu ambao wamepoteza maisha na vitu vingi, kuweza mali nyingi kuweza e, e, kuharibia kuharibika mitumbo mingi kuweza kupotea e, katika kijiji hicho cha, cha, cha Kasaba. Ni hiyo bwana journalist. Kwa miaka yote hii vijiji kadhaa vya tarafa la Fizi vimekuwa wanga wa mafuriko ambako watu wanapoteza maisha ya eneo mbalimbali hiyo mbali. Kulingana na wadadisi ni kwamba ni kutokana na watu kukata miti kiholela na kuharibu mazingira na hewa inaendelea kuharibika vya kutosha. Majanga kama hayo yameshawahi kuripotiwa huko Ubwari katika jiji eh, la Baraka na kadhalika. Hii ni Fizi News na pia uh, kwa niaba ya uongozi tunawapa pole uh, mafamilia yote ambayo zimepatwa na mshiba huko huko Kasaba, na hivyo serikali inahitajika kuingilia vya kutosha, ili kusaidia wale ambao bado wamebaki kuwa hai na wale ambao wamebaki bila makao. Tutaendelea kukujuza kadiri muda utakavyoendelea, Ka, namna watu au hali inaendelea ku endelea huko. Pia ikiwa mihili itafikiria kuokolewa ndani ya vifusi vya mawe na udongo, tutakwenda kukujuza matokeo baadaye. Mpaka sasa idadi ya waliofariki hawajajulikana, lakini inasemekana kwamba ni wengi mno, ni wengi, ni wengi, ni wengi. Tunalia pamoja na wakaaji wa tarafa la Fizi pamoja na wakaaji wa kijiji cha Kasaba huko tarafani Fizi. Hii ni Fizi News 24, endelea kusubscribe endelea kujiunga na sisi, endelea kucomment, endelea pia kupartaje kwa wengine ili wafaidike na habari zetu. Tunapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Lavua ambao nilikuwa nalo kwa sasa, bye bye. Fizi News 24, Fizi News 24. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.